Yapo mengi yanayosemwa kuhusu sheria ya uchaguzi, sheria za uchaguzi na tume ya huru ya taifa ya uchaguzi. Japokuwa mimi sio wakili msomi <tototot yazina> alafu nanyewe wana sheria wa ajabu kweli, yaani nyie tu ndio mnajifanya mmesoma <totot chano> sisi wengine <totot yazina> <tot> Mimi ngwini proper mimi nimesoma yenyewe peke wakili msomi Leonard brother, sawa na si, tumekubali hatubishani kwenye hilo. Lakini nimekuwa nikifuatia kwa karibu mijadala mbalimbali inayoendelea ndani ya nchi yetu kupitia vyombo vya habari na mitandaoni kama mlivyogusia awali, bahati mbaya, wakati mwingine kumekwepo na upotoshaji unaofanywa makusudi kwa maslahi ya vikundi maalum. Hii imekuwa ikinifikirisha sana wakati mwingine, na kuniacha na maswali mengi, wakati mwingine nakosa hata majibu. Hivi ni kweli kwamba sheria zetu zinazohusu uchaguzi ni mbaya sana kiasi kwamba haziwezi kusimamia mchakato wa uchaguzi wa mwaka huu? Hivi ni kweli hakuna maboresho yoyote yaliyofanyika? Kwa mtu mwenye uelewa wa kutosha, maswali haya na mengine yana yanaleta maswali mengi kichwani, yanafikirisha sana. Ndugu washiriki, mchakato wa kuboresha sheria hizi limekuwa jambo endelevu katika awamu mbalimbali za uongozi wa nchi yetu. Tangu ilipoingia mfumo wa vyama vingi, kumefanyika maboresho ya sheria zihusuzo uchaguzi yapo mafunzo maboresho yalifanyika katika kipindi changu cha uongozi, na yapo ambayo yamefanyika kabla, na yapo ambayo yamefanyika baada ya mie ku kuondoka kwenye uongozi, na yapo ambayo yanafanyika katika awamu hii ya sita inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. <coughs> Mimi nafahamu kwa maboresho kadhaa yalifanyika katika sheria zetu za uchaguzi. Yaliyofanyika katika sheria zetu za uchaguzi yalikuwa yanatoa ufumbuzi kwa changamoto maalum zilizokuwepo wakati huo, lakini wengine yamekuwa kwa nia tu ya ku ya kuyafanya mambo yawe mazuri zaidi, hakuna changamoto. Lakini watu wakikaa chini wanatafakari hali ilivyo, wanasema lakini tukifanya hivi tukifanya hivi tukifanya hivi mambo yatakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo ziko changamoto, yako marekebisho yanayotokana na kujibu certain challenges, certain challenges problems in the conduct of elections, lakini yako yale ambao wanakaa, anasema lakini hivi tukifanya hivi tukifanya hivi tufanye mambo yatakuwaje? Kwa hiyo yako hivyo. Kwa mfano sheria ya uchaguzi eh, kwa rais wa bunge na, na madiwani ya mwaka 2024 imefanyiwa marekebisho katika eneo la masharti kuhusu uteuzi wa wasimamizi wa uchaguzi. Nadhani AG amelighusia kidogo, pamoja na mambo mengine, sharti la wakurugenzi wa, wa halmashauri kwa wasimamizi wa uchaguzi otomatiki limeondolewa na badala yake tume ndio itateua watumishi wa umma waandamizi kwa wasimamizi. Hili litaamuliwa na tume yenyewe. Kabla ya hapo, tumekuwa tunasema tume itateua, lakini invariably waliokuwa wanateuliwa ni wakurugenzi, na hivi sasa ingekuwa wanajiandaa eh? kwa kusimamia uchaguzi na watu walikuwa wanasema mkurugenzi anaambiwa, ni kulipe mshahara alafu nishinde uchaguzi. <laughs> afisa mtendaji kata, sa unalipwa mshahara na serikali halafu serikali ishinde uchaguzi. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana kama ni ni kikwazo, ni kikwazo. Na kwa hiyo kunapotokea shaka kwamba mambo hayakwenda sawa, shaka ya kwanza inakuwa kwa huyo anayesimamia. Kwa kama mnaisema hii tume iwe huru, moja ya uhuru wa kuipa hii tume iwe huru kutafuta watu wake yenyewe, tasema na utu huyu huyu huyu huyu kwa hiyo limeshughulikiwa. Aidha, kupitia marekebisho hayo, pia sasa zimewekwa sifa za mtu anayeweza kuteuliwa kwa msimamizi wa uchaguzi au msimamizi, msimamizi msaidizi wa uchaguzi. masharti hayo hapo awali, ndugu zangu, hayakuwepo. Sifa yako wewe ni kuwa mkurugenzi tu, na mkurugenzi wa uchaguzi yeye ndio anayeteua nani atakuwa msaidizi wake. nakiwa na majimbo mawili kama ilivyokuwa pale kwetu sisi, kuna jimbo la Bagamoyo na jimbo la Chalinze eh? kabla hawajaunda halmashauri ya Chalinze, basi mkurugenzi yule anachagua yeye anachagua na msaidizi atakaye atakaye kwenda kukaa Chalinze kule kumsaidia kusimamia. Hayo zamani hayakuwepo, sasa yapo. Lakini pia limeongezwa sharti la kutangaza majina ya hao watakaoteuliwa kuwa msimamizi na msimamizi msaidizi wa uchaguzi. Hii ni hatua muhimu ya kuongeza uwazi, lakini pia inavia vyama vya siasa na wananchi wawafahamu hawa wasimamizi wa uchaguzi. Nimefahamishwa vile vile kuwa eneo jingine muhimu lililofanyiwa maboresho ni lile linalohusu mgombea pekee wa nafasi ya ubunge na udiwani ambapo sasa sheria mpya imefuta swala la mgombea kupita bila ya kupingwa. Maana la kwetu kupita bila ya kupingwa ilikuwa ina, linalalamikiwa sana, na kilichokuwa kinalalamikiwa wakati mwingine anasema, lakini panapitika hila, anaambiwa fomu kujaza sawasawa sawa. <laughs> kwenye eh, chaguzi za chini kule unasema kwamba ba ulitakiwa kutaja jina la chama, sio kwa kifupi eh. Eh, sio sio kwa kifupi una eh, ukiandika CCM hujataja jina la chama, natakiwa chama cha mapinduzi, na ikawa ikawa controversy, wengine wanaachwa, wengine wanakataliwa lakini yote ilikuwa ni njia ya, ya, ya ya kutengeneza mazingira yule anayetakiwa abaki kuwa peke yake. Sasa usema fine, macha abaki peke yake, lakini bado hata huyo aliyebaki peke yake, atapelekwa kwa wananchi. Kama wananchi hawamtaki, watapiga haya. Hapana tu nayo na, na, na, ni ni hatua muhimu ambayo haikuwepo huko nyuma eh. Na unijua kwenye vyama uchaguzi <tutu> huo kwa wasimulieni pa, kapaa